Hiyo koloni mm -hmm. Inasafisha ina mm -hmm. Uko na hiyo yu issue ya bladder mm -hmm. Inaweza kusafisha okay. Very effective mm -hmm. na inapianaga in terms of dosages, mea kuna mwenye atatumia tembe moja, kuna mwenye yeah. Atatumia tembe mbili ndiyo ideally inafaa kwenda kulingana weight kini mm -hmm. kwa sababu ya field experience mm -hmm. tumega height yenye iko recommended na

Uh, medicine ndio nadaga na research ndio, baada ya muda watu wataalamu kaa chini waweze kufanya research. Kitambo ilikuwa ukipewa mm -hmm. dawa za minyoo unaambiwa ukiamka asubuhi mm kula chochote, tafuna hizo dawa, lakini research imeenda siku hizi, hata watu kiamua kula nazo dawa mm -hmm. haya. Ukiamua kula nazo chakula ni sawa, aziangalie mm -hmm. haziangalie tu kula asubuhi ama wakati wote kwa sababu mm, -hmm. mm -hmm. zina kuna vinyi imetengenezwa whether ikue na chakula bila chakula mm -hmm. uh, haiwezi zuia ule Effectiveness yake kwa mwili. Ndiyo. Secondly, mm -hmm. Kichocho inafaa mtu awe amekula au ameka mm -hmm. kitu kidogo kwa sababu dawa zenyewe ni nzito. Okay. Unajua, yaani mapambano makada, ataenda kupambana kwa tumbo, kuhakikisha kutoa zile minyoo ambayo ilikuwa imeshika kwenye kibofu cha mkojo kitambo ingatulio hapo mm -hmm. kuna kaoo kataendelea. Hapo ndio unaonaga mtu anatoa jasho kidogo. <laughs> Unajua, sasa hiyo ni kitu imeingia kupambana yenye kwa ndani. Kwa hivyo lazima pale kutakuwa na mapambano makali pale. Inahimiza watu waweze kula Labda niweze kuuliza swali lingine pale. yes, yes. Uh, nikiwa labda nimepata kile kichocho na nimeweza kupata dawa yes. na nimepona kabisa je, yes. Yeah, nikiji expose pale katika yale mazingira mm -hmm. ya maji pale yes. ama yes. maji ambayo yako na vile vini pale uh -huh. nitapata kichocho tena? Apart from dawa mm -hmm. unajua dawa huwa ni last option, ndio kuna kitu tunaitaga ile prevention, ndio tushajiwa kabisa hizi hizi worms mm -hmm. zinakaa kwa maji, ndio zenye zinakuwa harbored na Viko, hizo konokono ndio. Ukishajua hivyo lazima tuweke tahadhari sisi wenyewe, yale maji yenye yanasimama kama ni madimbi ya mchele ama nini, after some time tuna drain, unajua kusha drain, yule konokono hujampea ile time mm -hmm. ya kuanza ku manifest aanze kutoa zile snails aanze kufuatilia zile, zile worms ndio, yes. so, tunafanya kuna tahadhari, tuavoid tu kuogelea kwa maji yenye yako tayari infected na hiyo. Yes. Lakini kwa ukiangalia watu kama watoto, watoto ni watu ambao utamkanya leo tena tarudi tena pale kwanza, venye sahii shule zimefungwa kwa sababu wanapata kwa madimbi saa zote wanaogelea. Tumesema hizi wonze sisi hapa tunazileka sakaria, mm-hmm. tume kwa lugha ya Kiingereza, ndio upenda sana, fresh. Okay. Upenda sana. Mm. Upenda ka kwa maji ambayo ni fresh sana, kama njoro ni kitobo karibu ya madimbi yetu yote, mm-hmm. ni fresh.